Ya michuano ya CAF mm, ambayo na yenyewe ilikuwa kama hivyo, walianzia ugenini wakamaliza nyumbani mm. walipokuja nyumbani wakapoteza hapo, lakini mimi eh, nafikiri ukiweka rekodi sawa mm, eh, naona kuna dalili aliyomkuta Zlatan Ibrahimovic akamkuta Klaus Chota chama mm, yeah, bwana mm. mm -mm. siku moja wakati Inter wako kwenye pre-season Zlatan yali, wakati wako kwenye vyumba vya kubadilisha nguo e, alimwambia uze Mourinho anataka kuondoka, anaondoka. mm. Uh, unaenda wapi? Nataka kwenda Barcelona mm. Shida nini? Nataka kwenda kushinda UEFA Champions League. Eh, na ikumbukwe hapo 2009 Barca kwa katoa kushinda ligi ya mabingwa barani Ulaya, Champions League akimfunga goli mbili kwa sifuri. Kwa mwaka mm. 2010 ule msimu kweli Inter wakacheza wakaenda wakashinda ligi ya mabingwa barani Ulaya wakamtoa FC Barcelona kwenye nusu finali. mm. Chama, 24, 25, ndo msimu wa kuja Yanga. Na lengo lake kubwa lilikuwa ni kupata mafanikio kwenye michuano ya kimataifa ndio amerudi kwa Chama. Kwa Chama kwa sababu Simba aliondoka, kwa sababu ilikuwa haija progress kwenye muda wote aliocheza, mm. imekuja ku progress sasa hivi wakati ameondoka, ndio haya alitokea kwa Zlatan Ibrahimovic 2009 na 10 ule msimu, wakati haya anawambia anaondoka wenzake wakawambia we nenda, sisi tutashinda. Sasa haya alomkuta Zlatan, ndo amekuja kumkuta Kratos. Chota Chama, tunaweka historia sawasawa, sawa. <laughs> E, tuna maktaba michezo hapa hapa e. Kwa hiyo hayo alomkuta Zlatan amemkuta tayari Chama mpaka sasa. E, yani hapa walichobakisha Sima ni kushinda tu ubingwa wa kombe la shirikisho, historia itakuwa imekamilika. Mpaka sasa historia imekamilika kwa asilimia tisini. Zlatan aliomba kuondoka Inter kwa sababu anaamini Barcelona wale msimu wangeshinda nao ligi mabingwa e. Alafu akaondoka Inter wakatoa ubingwa huku, chama alitaka ali, kuondoka mwenyewe kwenda Yanga, akafanikiwa kwenye michuano ya kimataifa kaondoka huku Simba imeingia fainali hatari kweli kweli, mm. Wakati jifti unatafuta hapo e, uzungumze na mshindi mm. Ulikuwa labda ni mlengo unawezekana ni mlengo chanya mm. kuhusiana na janya e, shalea wa amba, kitu ambacho alikifanya kwenye mchezo uliopita, mm. performance yake kiujumla na nini na nini, lakini ile performance ndio ambayo imemvusha e, simba mpaka amekuja kucheza fainali, na vitu ambavyo tulivizungumza kwenye e, kipindi kilichopita ni kuhusiana na namna ambavyo watu wanachanganya kuhusiana na mchezaji mwenye takwimu na mchezaji bora. Kiwango cha e, Jean Charles awa kuisaidia Simba kufikisha kwenye hatua ya fainali, unazungumza nini? Una kikomenti vipi? Unamzungumziaje mchezaji mimi? Mimi naweza nikawa niko tofauti sana, najua ni mafanikio ya timu lakini, mm. ungeniambia ni kipi walioifanya Simba icheze fainali, mm. katika wachache ndio, yani katika wale wengi wachezaji wote wa Simba wana mchango kwenye timu kufika pale, hata ambao mnaona hawajacheza mechi zote hizo, mm kwa sababu hawa ndio wanaokuwa mazoezini wana treni na kina Mpanzu, yani hawa wachezaji ambao hawachezi Simba wako benchi, mm. wana mchango pale timu ilipofika, kwa sababu wao wanakaa mazoezini wana train, wao ndo wanawapa challenge kina Mpanzu mm. hao kina Duchu mm. sianzi pale Simba kule wanakuja wanajaribu vitu vile vile kwenye mechi, ambao hawachezi wao pia wanatakiwa wapewe heshima ya kuisaidia timu kufika pale, kwa sababu leo hii ningekwambia Fadlu Davis achukue watu kumi na saba kwa mfano au mm. kumi na tano mm. aende nao kwenye mechi au aende nao kwenye uwanja wa mazoezi, mazoezi awezi kufanyika kwa sababu kuna training anataka azifanye zinazohusisha wachezaji wengi, mm. idadi itakuwa ndogo. Kwa hiyo ndio maana nasema hata wachezaji ambao mnawaona wanakaa benchi hawachezi wapo pale kina Wesu, wapo pale kina Duchu, huyo yuko kina Ukajefa, wote wale hey, mm. wana mchango kwenye haya mafanikio ya Simba. Tatizo la watu wengi huwa wanapenda kuwasahau wachezaji maana. Yes, tena hii saende nayo hivi hivi mm. hata wachezaji wanaoka benchi Simba wana mchango Simba kucheza fainali mm. kwa sababu bila wale program za mwalimu zisinge Fanikiju. kabisa kwenye uwanja wa mm. mazoezi kwa wale pia wanatakiwa kupewa respect mm. halafu katika hawa waliocheza sasa hizi mechi mm. hapa hey, ni tafute wachezaji waliokuwa vinara mm. kwenye mechi za simba za nusu fainali na wachezaji hawa wawili hey, mm. tena niki nikikwambia tufanye tuwe na watatu basi mm. nina goalkeeper Musa Pinpin Kamara nina chemu Karabo hmm. ni Neli Mpanzu. Hawa wachezaji watatu ndo wamekuwa na kwenye mechi hizi mbili na, watu wawili, na Pinpin Kamara hawa, watu wawili, wanawasaidia. Kama ukiniambia watu wawili nitakwambia ni Mpanzu na hawa watu wawili, kila mmoja yake tunajua lazima msaidiane, ndio maana tukaita timu. Lakini mimi ukiniambia nitakwambia alifunga goli pale hmm. sawa hmm lakini performance yake bado naiona haikuibiti performance ya Mpanzo. Mimi ninaamini Mpanzo na Kamara, hawa wawili ndo nashindwa kumchagua mmoja wao, nani nimpe nafasi, kwa sababu hata ukiangalia Simba jana, watu wanazungumza, je, cheza vizuri. mm -hmm. Mpanzo ame break through hapo hapo na alikuwa anafanya attempts zinaenda golini. mm -hmm. You can imagine timu ina suffer inakaa nyuma inazuia inapambana, lakini eli Mpanzo anatafuta upenyo, ana breakthrough, anapenya anatandika mkwaju, kuna mkwaju jana utakaoingia golkipa akaucheza waeli Mpanzo. Yes, eh, eh, ile ni attempt ambayo clean imetokana na individual brilliance. mm -hmm. Pasika, punguza, spesi, pigia. mm -hmm. ya mchezaji kapewa pasi kapunguza katafuta space kapiga kipa kacheza. the same kwenye mechi yao ya kwanza ilikuwa Zanzibar kwa ambayo goli la Uwando liliamua mechi. Mm -hmm. Lakini Elimpanzo performance yake kwenye mechi ya Zanzibar mm -hmm. unforgettable. Alikuwa ana fosi kuingia kwenye boksi, alikuwa ana fosi kulazimisha timu icheze vizuri. Kwa hiyo mimi jana, watu wanaweza kuna mtu ye, mpira mpia akaniambia Mpanzu lo ajashaini kipindi cha kwanza hiko. Mm. Nikamwambia upande wake hautumiki kucheza na mpira ulichezwa sana kwenye upande wa kulia kwa Simba kipindi cha kwanza, ambapo ulikuwa upande wa kushoto wasboshi wale walikuwa na kapteni yao, kapteni wao yes. E, ndio alikuwa anacheza mm, namba tatu ambaye alikuwa anapita injia, na mechi ilichezwa sana huku upande huu. Lakini kipindi cha pili mpanzu ka breakthrough kaingia, kacheza, kalazimisha, ameonekana ameleta mchango. Kwa hiyo mimi ndio maana nakwambia, eh, Jinchelo ni mchezaji ambaye ana mchango kwenye mafanikio ya Simba. Ilo alipingiki kucheza mm, fainali ndio. E, goli lake limesaidia Simba kucheza fainali lakini kufunga goli tu mimi hainitoshi kusema alikuwa na outstanding performance kuliko Mpanzu au Musa pinpin Camara. Na ndio maana hata Ijumaa tulizungumza hapa nikawaambia, miongoni mwa watu ambao wanasaulika hawatajwi ni goalkeeper Musa pinpin Camara mm. Lakini ana mchango mkubwa, kwa sababu you can imagine mnaiza na timu ambayo wakipata mpira wa kurusha koni kama kona mm. Mnahitaji golkipa ambaye ana confidence atatoka aende apige ngumi, mnahitaji kuwa na golkipa ambaye ana akili ya kuanticipate huu mpira utakavyorushwa, awe na makadirio sahihi ya kutoka ili afike akaucheze mpira, asicheze hewa. Kwa sababu akicheza hewa atawanufaisha wapinzani. Muone golkipa ambaye ana uwezo wa kwenda kugongana hewani na watu ambao wameshiba. Sawa, so, mbona golkipa akienda hewani, mwili wake uko chini anauacha ukiwa unprotected. Hajaulinda lakini huku chini hawa opponent ndiko maeneo ambao wanaweza kumgonga golkipa kumpunguza nguvu, mm -hmm. Lakini mnai golkipa ana confidence anatoka anaenda hewani anapiga ngumi, mnai golkipa ambaye ana maarifa ya kupiga hesabu mpira wa kurushwa huu mm -hmm. Utaenda na urefu fulani unavyokuja, natakiwa nitoke kwa staili gani niweze kucheza mbele ya msitu wa watu, sio, unanielewa? mm -hmm. Mwemna golkipa ambaye ana uwezo wa kubai time. Siku hizi kupoteza muda kwenye mpira imekuwa ni jambo la kawaida sana ila unapotezaje muda hapo, ndo tunapokuja kutofautiana magolikipa wazuri na magolikipa wa kawaida, magolikipa wabovu. Mm. Golikipa mzuri ni yule ambaye ana uwezo wa kupiga hesabu za kutafuta matukio ya kumfanya mwamuzi ashawishike eh, muda uende. Na ukiangalia Musa pin pin Camara eh, jana iko namna ambayo watu wengi inawezekana walichelewa kumwelewa, lakini mimi binafsi mm. nilimwelewa. Ni golikipa ambaye mchango wake wa kuifanya timu ipate matokeo bado uko vile vile, na ndio maana nilisema Ijumaa, mimi hapa kwenye kipindi, wakati tunakaribia kumaliza, nikasema golikipa Musa Pinpin Kamara ndio ana mchango mkubwa kuliko watu wanavyomchukulia kawaida. Na ukitaka kumwona ni mzuri kwa aina gani, nyinyi mfuatilieni tu Simba ikiwa haina mpira, mwangalieni movement zake anazofanya pale golini. mm. Ndio na notice pale huyu ni goalkeeper ama sio goalkeeper? Kwa hiyo inawezekana yeye kama goalkeeper ana mistakes zake kama ilivyo magoalkeeper wote duniani. Hamna goalkeeper mkamilifu. Mm. Lakini ana mchango mkubwa kwenye timu. Na yeye amesaidia Simba kuwa pale ambako leo hii tunawazungumza wamefika kucheza fainali. Kwa sababu miongoni mwa eneo ambayo lazima awe na nguvu ni kwenye eneo la goalkeeping, kwa sababu mnahitaji kuwa na goalkeeper ambaye ana uwezo wa kuamua mechi mm. kwa sababu mechi za level kubwa autegemei tu mpanzo akusaidie. Kama una golikipa wa kweli, lazima uwe na kipa kweli. Jana kuna attempt ilifanywa, mzee akapiga kwa fingertip ta mm. mpira ukaenda, ikawa goli. Ni golikipa ambaye kwangu mimi naamini e, Simba wanapaswa kuendelea kutengeneza mazingira kumfanya awe comfortable kwenye eneo lake la kazi. Kama ambavyo sasa hivi wamemfanya amekuwa comfortable kuichezea Simba, basi waendelee kumpa Eh, vitu vya kumfanya endelee kuvutiwa kubaki ndani ya klabu miongoni mwa hivyo vitu mm. ni kuitengeneza timu nzuri zaidi ya hii, yani hii Simba hii mm. Sawa, mimi ukiniambia, eh, hapana, ndo tutatofautiana na watu wengi yes. mm. Yanga walicheza fainali ya kombe la shirikisho, Yanga, mm. so walicheza fainali ya kombe la shirikisho. Ndio yule Nabi ulikuwa ni msimu wake wangapi ule? Kama mnakumbuka, ulikuwa wa pili ule ulikuwa msimu wake wa pili, uh-huh. Nabi alikuja hapa nusu msimu akamaliza, mm. msimu ulioanza akafungwa na Rivers United ya Nigeria, kama mnakumbuka kwenye hatua mm. ya awali mm. wakatolewa. Msimu wake wa pili Nabi akabreak through akaenda kwenye Champions League mm. akafungwa na hilalo mduman akakutana na Club Africain akawafunga akaingia makundi kombe la shirikisho all the way to the final ya kombe la shirikisho ndani mm. mm. ya misimu miwili kwenye timu, paka, timu imefika, si ndio? Fadlu Davis huyu ni msimu wake wa kwanza, yuko kwenye ujenzi wa wa timu kaenda ku break 66 mimi mimi hata Fadlu Davis e, akisema imefika asilimia 66 eh E. E. Aisemi nitamkatalia mi mimi nitamwambia hiyo Simba unaoiona inacheza fainali ubora ule walionao ni asilimia hamsini na tano tu. Asilimia sitini Simba hawajafika shehe. Hawajafika. Wana maeneo mengi yanahitaji replacement. Simba ile iliyocheza inaocheza fainali sasa hivi ina asilimia hamsini na tano tu ubora imecheza fainali. Fadlu Davis ni mwalimu ambaye kaichukua kwa msimu huu mmoja. Ana compete kwenye ligi kugombea ubingwa, yuko nusu fainali ya FA. Yuko fainali ya kombe la shirikisho na amezidiwa alama moja na hesabu kwenye, na niliwaambia wiki iliyopita Simba na Barcelona wana hawana utofauti, wana jambo lao msimu huu, basi akaishachukua kombe la mfalme kule, sasa hivi inaitafuta fainali ya ligi ya mabingwa. Simba yuko nusu fainali ya UEFA kashaipata fainali na yeye ya kombe la shirikisho, yeah. kwenye ligi ana contend Simba kama ana contest kama uh, contender wa ligi msimu huu hmm na ukiangalia kwenye mazingira ya uhalisia mm. Yaani hii ukubali ukatae. Mm. Simba shehe hapa walipo sasa hivi mm. wapo kwenye ujenzi wa timu, ndio wanacheza fainali. Kocha amechukua msimu huu mmoja tu kuifanya timu icheze fainali. Mm. wakati huo tulikuwa tunamuita master Nabi. Mm. alitumia misimu hii miwili kuifikisha uh, Yanga pale kwenye fainali ya kombe la shirikisho tena kwa njia ya mzunguko yaani Yanga alitolewa ligi ya mabingwa ndo akaingia Simba mm. kaanzia hapa, hapa. Mm. kwenye mashindano mashindano yalipokuwa anamhitaji shirikisho mm. kaenda na ule mchakato mpaka finali. Mm. So huyu Fadlu Davis ndo maana nikakwambia mm. Fadlu Davis jana alivaa kinyago cha Jose Mourinho kwenye mechi mm. inawezekana mashabiki wa Yanga wengine ikawaumiza, lakini wahalisia inabidi wakubali. Mm. Yaani imagine Yanga ile inayocheza finali ya kombe la shirikisho yanga ina Morrison ina Mayele ilikuwa na Jesus Moloko mm. Yanga ina Juma Shabani mm. top class hizo, kina ni Kibangala mm. Yanga hiyo, e, kule mbele mwingine nani nimemsahau, Musonda Musonda mm. Alafu, ya ibu ilinganisha ilang na Simba hii, Simba hii haina maele pale mbele kaka mm. Yaani, hawa ma strike walioko Simba sasa hivi na yule maele yule mm. maele alikuwa mkali kuliko wa ma strike out. Yanga ile ilikuwa inaziziki mm. ile za fainali kombe la shirikisho mm. Simba hii bado inajitafuta, iko pale fainali mm. na ndo inaonekana kama inaungaunga mwana. Sasa Simba wakifanikiwa aidha kuchukua ubingwa au wasipochukua kombe la shirikisho mm. Fadlu Davis anatakiwa afanyiwe facilitation ya rasilimali wachezaji, aletewe wachezaji wa kaliba ya juu kwa mm. sababu naamini Simba msimu ujao wanacheza ligi ya mabingwa level ya kule itapanda, tofauti na levu ya mashindano haya mm. na atahitaji wachezaji wanaoendana na klasi ile. Kwa hiyo mimi kwangu ndio maana nasema Fadlu Davis amempiga gepu mm. Nabi kwenye mafanikio ya mwalimu, kwa sababu Nabi ilimchukua miaka miwili kuisuka Yanga ya kwenda kucheza fainali ya kombe la shirikisho mm. Fadlu limemchukua msimu mmoja she kwenda kuipata fainali ya kombe la shirikisho, na mimi naamini kama atapata muda zaidi wa kubaki ndani ya Simba na hapa, modeuji na wenzake washirikiane vizuri. Mi nazijua bwana, timu za uarabuni msimu huu imekuwa na wakati mgumu sana, wamefukuza kocha Waarabu. Sasa hivi wale wa Ahli wasubirie dirisha la usajili kifunguliwa, watafanya vurugu sana ya kombakomba wachezaji wazuri mpaka mabenchi ya ufundi mengi, wataharibu haribu, na ndio hata sasa hivi umeona wale Konstantini wametoka, Usmalja wametoka sawa mm. Ukiwaona Zamalek wametoka, msimu ujao wa ili wafanye vizuri, sasa wanaskane. Sasa hivi mm. walioingia fainali, nani ana ubora hapa e? kuna wachezaji, kuna kocha watang'oa mm. na mimi Simba kwenye swala la kumbakisha Fadlu nina imani wanaweza mm. kwa sababu mm. Simba iliwahi kumchukua Abdulhaki Benchika aliyekuwa bingwa wa kombe la shirikisho yes. Watu wasema Simba watu weza kumlipa mshahara Simba watu weza hivi mm, wakinamua wakafanya walichofanya wakamvuta Benchika akaja Tanzania akafundisha Simba, kwayo, mimi mimi wezo, Davis, simba mm. Mm. kwa hiyo mimi naamini uwezo wa kumbakisha Fadlu Davis Simba wanao kwa sababu najua sasa hivi atapata ofa nyingi tu yule mwalimu, kwa daraja alofikia. Yani imagine hata wewe ndio ungekuwa mmiliki wa timu alafu, nasikia kuna kocha huko bwana, msimu wake wa kwanza, kwanza tu, tu na yuko kwenye kuijenga timu mm, yuko fainali ya kombe la shirikisho ukiwa kama tajiri wa timu lazima useme huyu anahitaji kuongezewa mm, resources tu, ili ajitengeneze timu kali zaidi mm, kwao mimi binafsi naamini eh, miongoni mwa watu ambao hawazungumzwi pia lakini ana mchango mkubwa ni Fadlu Davis mm, na soiba wake ambaye aliwahi kupita Young Africans, aliwahi kupita, mm. kupita Mamelodi Sundowns mm, kwa sasa ni kocha wa viungo wa klabu ya Simba, Rido Baden mm, ni miongoni mwa watu ambao hawaimbwi lakini yule bwana ndo aliwahi kuwa personal traina wa Emmanuel Adebayor. Yuko Simba pale kaka, nakupa hiyo amewahi kuifundisha timu ya taifa Trinidad and Tobago <tinyan> e, Bafana Bafana, kafundisha Gambia ya Tom Saintfiet ile mnayoiona inacheza AFCON ile, ye ndo kocha wa viungo Rido Baden. Ana profile kubwa hapa amesoma Bolton Uingereza. Ndio. Nikisema ni profile hapa tutachukua kipindi. Muda mrefu mm. Lakini toshe kusema fitness mm. ya Simba ilipofika ndio imewasaidia pia kufika finali. Huwezi kushika bomba kaka, kama fitness yako ya kulegalega. Ni 90, mzee sio tu tisini, Mze, ah. Tisini eh. Ni za moto. Yaani kwa mfano mimi jana 45 za kipindi cha pili eh. Wale Stellenbosch wameshambulia kama nyuki, lakini wale wanaume wameweza kushika bomba mwanzo mwisho. Kagoma mwangalie ngoma. Alafu sasa mimi ambacho nimekipenda kwa kocha wa viungo wa Simba, ni mm. namna ambavyo ameweza kuwasaidia wachezaji. Mm. Watu wengi inawezekana hawataki kumzungumza, pengine hata hawamfahamu. Mm. Lakini kuna mtu yuko pale, anatokea naye South Africa kule kule. Na huyo bwana ndo alikuja hapa na ya, na Lukimelo wakati ule wa Yanga yakina Bernard Morrison yule. Yule mm. bwana alikuja pale. Msimu ulofata akakaa kidogo na Kimpotichi, mm. akainua akaenda Mamelodi Sundowns, kakaa Mamelodi Sundowns kaondoka, ndo safari amerudi hapo, mm. kwa hiyo ndo maana anasema e, mimi sasa hivi ninashuhudia kwa kusema kwamba e, inawezekana kuna watu wengi wana mchango mkubwa kwenye mafanikio hayo ya Simba msimu huu mm. lakini hawazungumzwi na ndo maana nimependa mimi kuiweka sawa watu wengi walikuwa tangu wameondoka Delzirane Simba, yule ambaye aliwahi kuwa kocha wa viungo, watu wengi waliwahi kuona Simba amepoteza mm. e, ufiti utimamu wa mwili, lakini tangu amekuja Ridobaden hamsikii wachezaji wenye majina makubwa kwenye klabu ambao wanatumika sana wanakaa nje kwa muda mrefu kwa, kwa sababu ya majeraha, kwa sababu Ridobaden ni mzuri kwenye kuandaa wachezaji, kocha wa viungo wa Simba. Kwa hiyo mimi naamini eh, benchi la ufundi la simba kwa pamoja wameshirikiana kuifanya timu hiyo hapa na wanapaswa pia wao kupewa kredit kama ambavyo tunawazungumza wachezaji sawa. Jifti, tuzungumze na washindi eh, naona ume, umekimbia aha, kuzungumza aha, na washindi mm, tuzungumze e, na washindi wa, wa shilingi wa... laki laki moja e, kama ambavyo tuliahidi kwamba tutakwenda kuzungumza na hawa washindi ambao watakuwa wamejishindia pesa e, ndio na namna ya kushiriki ni ile, ile, kama eh, kawaida. Oh, unazani mambo yanabadilika? Ah, mambo ni yale yale kwenye kwenye mstari bas namna hii. Hello, okay. Na mabari asubuhi nzuri aha una